Maana Yesu anapenda kila mmoja ampendaye, endea mikono yako juu, sema ee, hey Yesu, hey Yesu, wewe ni Mungu wangu, hey Mungu, Mungu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mweza wa kila kitu katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Na Yesu naomba rehema, rehe zako na neema yako neema ikaguse maisha yangu katika jina la Yesu alafu, weke mikono yako mbele na nyoa tu mikono yao, weke mikono yako mbele, kuna vitu hii nimeiweka mbele ya macho yangu, mikono hii pandisha msamba kama ishi usiniache pamoja na familia yangu, katika hilo jina naombea, mikono hii ikapate nguvu ya uzima na baraka katika jina lako. Hebu ombea mikono yako basi. Kwa sauti yako, omba tu kwa sauti yako, kwa sauti yako, kwa sauti yako tu, sauti ile mama aombi ile baba aombi, anagusa tu mama, kuomba tu kwa sauti yako. Ebu mpe Bwana makofi ya shaa basi. Mshukuru Mungu kwa ajili ya shuhuda zile za Jumapili, kama ukuwepo, zilikuwa shuhuda za baraka sana. Watu wamejenga nyumba na thamani kubwa. Kilichonifurahisha ni ushuhuda wa Dina ilipomtamkia kupata gari nne na akazipata, na ile moja hapo mliona kwa hiyo utafungua YouTube alafu utakuwa unaangalia utakuwa unaona shuhuda hizo. Wale waliokuwepo Jumapili walimuona Mungu kabisa. c kwaiauti yako uweze kuchenewa <coughs> ongeza tu sauti yako kabisa. Ndiyo, endelea kuomba tu kwa sauti yako. Mshukuru Mungu, mwambie Mungu kama a wachangia wale miujiza mikubwa, nami naomba unitendee, miujiza hiyo hiyo hiyo mikubwa. <tos> <tos> Wewe. Miujiza <coughs> hiyo hiyo mikubwa juu kabisa yote, simame juu. Nataka ni? nikutamkia kwamba ni wiki ambayo Bwana anakwenda kukuinua juu na kukuheshimisha katikati ya watu ambao unaishi nao. Unashika kusema amen, hebu mpe Bwana makofi na vigelegele <laughs> makofi na sema na vigelegele